Yesu ni wa upendo, Yesu ni wa huruma. Yesu ndio maana anatuvumilia, anatuvumilia, hataki tuangamie, wakati adui anataka tuangamie, wakati anataka tulie, wakati anataka tuomboleze. Bwana anasema kuna huruma zangu, lakini lazima utambue kwamba ziko huruma za Bwana na fadhili za Bwana. Hawa wana wa Israeli walimkosea sana Mungu, walisahau mno wema wa Mungu kwenye maisha yao, walisahau matendo ya Mungu makuu kwenye maisha yao dakika chache wakasahau huruma za Mungu na uaminifu wa Bwana na upendo wa Bwana na u..., yani kila walichofanyiwa wakamwacha Bwana. Huwa tunasahau haraka sana. mi maisha yangu nasema siku zote sitasahau Yesu alikonitoa. Yani nikawaza ametenda mangapi kwenye maisha yangu, ulionitendea Yesu ni mengi, kuyasimulia siwezi, alikonitoa. sikustahili Amen. Sikustahili kabisa, yani sikustahili, lakini ni kwa rehema zake na fadhili zake akanipa kusimama leo. Amen. Kwa hiyo sio rahisi kusahau wema wa Mungu kwenye maisha yangu, sio rahisi kusahau huruma za Bwana kwenye maisha yangu. Ni huruma zake sijaangamia, ni upendo wake sijaangamia. Sikuwa na sababu ya kutokuangamia. Kwa hiyo, watu wa Mungu, tuendelee kutafuta rehema za Bwana. Mwambie Bwana, nazihitaji rehema na fadhili zako siku zote za maisha yangu. Nahitaji rehema zako kwenye maisha yangu. Nahitaji rehema zako kwenye masomo yangu. Nahitaji rehema zako kwenye ndoa yangu. Nahitaji rehema na fadhili zako. Rehema zako zinibebe, zinivushe. Maana rehema ni huruma zako. Hurumia maisha yangu, endelea kuhurumia ndoa yangu, endelea kuhurumia watoto wangu, endelea kuhurumia biashara yangu. Bwana, ihurumie biashara yangu, yahurumie masomo yangu, hurumia kiroho changu, hurumia huduma yangu iendelee kwenda mbele.